Fikiria wateja wako wakionja biskuti hizi na kurudi tena na tena karibu. Lilianapika leo na kuletea biskuti za limao ambazo unaweza kustengeneza kwa gharama nafuu na kuziuza kwa faida kubwa. Pia biskuti hizi ni laini na zina ladha ya kipekee sana mdomoni. Kutengeneza biskuti hizi utahitaji juisi ya limao, utahitaji maganda ya limao ladha ya vanilla, corn flour ambayo ndo hii hapa utahitaji pia sukari, siagi pamoja na ungangano ambao umechekechwa. Utaanza kwa kuweka sukari na maganda limao kwenye bakuli utakoroga, kisha utaweka siagi na utaiweka. Kama hauna mashine, basi utasaga kwa muda dakika tano mpaka sita, lakini kama una mashine ni dakika tatu tu. Mchanganyiko wako utakuwa hivi, kisha utaweka juisi ya limao. Juisi ya limao, nimekamua limao kisha utaweka na ladha ya vanila vifuniko viwili utakoroga tena kwa muda wa sekunde mbili mpaka tatu kisha utaweka corn flour na utaweka unga wa ngano. Na kama unataka kujifunza zaidi kuhusu utengenezaji wa biskuti za biashara, basi usiache kujiunga na darasa langu maalum linaloanza tarehe 31 mwezi wa tatu. Ni darasa la online kwa ada ya shilingi 30 tu. Utajifunza jinsi ya kutengeneza biskuti za aina 15 tofauti zinazouza na zitakazokuingizia kipato basi utachukua donge lako utalifunga kwenye karatasi kama hii kisha utaweka kwenye freezer. Hii ni hatua ya kwanza. Kama unaweka kwenye freezer, weka kwa muda wa dakika ishirini. Baada ya dakika ishirini, hii ni kwenye freezer, ile sehemu yenye barafu. Kama ni friji ya kawaida, basi ni masaa mawili hadi matatu. Ukitoa kwenye freezer baada ya ba dakika ishirini litakuwa lime litakuwa uh, limeganda kama hivyo, utakata. Au pia unaweza ukaweka kwenye hii mifuko na ukatafuta nozo, pia ukaweka. Hili ni donge jepesi. Kwa hiyo na baada ya hapo, utawasha jiko, utaeka moto wa mia hamsini. Utapika biskuti hizi kwa muda wa dakika ishirini au kumi na nane, na utakapotoa biskuti zako zitakuwa bado zina ulaini, lakini baada ya muda zitakuwa ngumu. Basi kama umejifunza kitu, usiache kushea